Uwekezaji na maboresho yaliyofanywa na serikali katika sekta ya elimu nchini yametajwa kuinua ufaulu wa wanafunzi na kuiwezesha halmashauri ya wilaya ya Singida kupanda na kushika nafasi ya kwanza kwa mkoa wa Singida kati ya halmashauri saba za mkoa huo. Mwanahabari wetu Jamal Dini Abu kutoka mkoani Singida ameanda undani wa taarifa hii. Hii ni shule ya msingi Muria iliyopo katika kijiji cha Msimii, kata ya Ihanoda. Shule hii ndiyo iliongoza kwa shule za serikali hapa Singida, lakini siri ya mafanikio inawekwa bayana. Serikali imejitahidi kuweka mazingira vizuri, ambayo ametufanya sisi tupambane, kwa maana ya tunazingatiwa katika maslahi yetu sisi wenyewe walimu tunazingatia mahitaji ya kila mwanafunzi. Wakati mwingine unavyotumia mbinu hii, saa ingine inashindikana kwa mwanafunzi mwingine, kwa hiyo inabidi uangalie pia mwanafunzi yule. Mbinu kubwa ni ufundishaji. Hakuna mbinu tofauti ambazo tunasema sisi tunatumia, wengine watumii. Hapana, ni ufundishaji tu, ufuatiliaji, kwa kuwa Waswahili walisema figa moja haliivishi mboga. Wazazi wanajivunia ushirikiano wao kuleta matokeo hayo, maeneo mwalimu anapohitaji ule ushirikiano, na sisi tunahitaji kuwa kipaumbele sana kwa kile anachokiomba. Nafikiri sana sana ni kuwapa moyo, hasa watoto kula shuleni, angalau kuwa karibu na masomo, wasipate changamoto wanavyoenda nyumbani mchana, wengine kuto kurudi au kuchelewa vipindi. Lakini hapa walimu hao wanaitwa kwa pamoja kupewa kongole kama mkoa mwaka jana ulikuwa wa ishirini na kama umepanda, umepanda pia kwa sababu ya waalimu walioko Singida DC. Tuwape heshima walimu hawa, tunaupongeza kwa uvumilivu wenu, jitihada zenu na nidhamu kubwa katika ufundishaji. Ninyi ni taa ambayo inaamua kutoa giza na kuweka nuru kwenye jamii ya Watanzania. Ya kwa upande wa, wa mkoa tuko tayari kutoa ushirikiano na wenzangu walimu. Nafahamu wiki iliyopita, sio wiki iliyopita, wiki hii tulikuwa huko kwenu tukifuatilia na kusukuma gurudumu la maendeleo kwa upande wa elimu. Hafla hii ya mwalimu na Singida DC imelenga kuwapongeza walimu wa halmashauri hiyo kwa kuipandisha kutoka asilimia themanini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka asilimia themanini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika matokeo ya kumaliza darasa la saba kutoka mkoani Singida. Jamaa Aldini, Abu, TBC. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sango amesema.